Taifa ya Tanzania. Jaza kona nzuri ndani chezwa na kichwa na ondosha mpira ule. Hii ndio kona ambayo ilijazwa na mtoto wa Msukuma Ndinga wa zamani Mzee Sale Machupa. Ule. Amejaribu kuondoka wao mwana Kibute David tia kwenye pakacha imekubali. Hii hapa nafasi 1 2 3. Cheza uzuri kweli kweli kwa kuondosha mpira kwenye eneo la hatari. Namungo, the Southern Killers, mlinzi akaenda kajieka Rehani akanusuru mazonge yale na mauzauza, lakini ilikuwa moja kati ya mashambulio mazuri mno ambao ameyafanya Dodoma Jiji hapa, isivyo bahati kwao na ilivyo bahati kwa Namungo. Mlinzi alikwenda kaje karehani, imekwa kwa kona nzuri, ndani kule anapangusa mlinda lango banda, inamtoka tena, mwamuzi anasema sasa unakuwa ni mpira wa faida, na hapa mlinda lango aliendelea kuweka mchezoni baada ya mpira ule wa ikabu ambao alikwenda ukachezwa na Dickson Isaac Mbundo akaipoza kidogo kisha akaimeza moja kwa moja mambo yanamamboye ya, kama wasemavyo Waswahili, naam. Kona ya sita hii wanacheza na mungo, imewekwa ndani, kuna napangua mlinda lango katikati ya mduara hivi sasa, bandana shuti la Abdi banda katikati ya mduara akafyatuka, ile mlinda lango akaiona akasema, usintanie we banda wewe waji wa kusini rusha mpira mbele kule taratibu, anakataa kipenga cha muamuzi wa kati Hans Mabena kinapulizwa, ishara ya kwamba tumezimaliza salama bin salmin dakika 45 za kipindi cha kwanza. Uh, kama mji fulani hivi wa Tanga, namna ambavyo barabara zimepangika ndivyo ambavyo Ruangwa na yenyewe pia imepangika. Karibu sana kwa dakika 45 za kipindi cha pili, tuhitimishe kwa pamoja nini. Amini Helbert Charles Lukindo, cheza na utosi, unaondosha mpira ule kwenye eneo la hatari Shuti la mbali mpira unakwenda nje ule. Angasa jaza cross ndani kule, linachezwa kwenda kuondosha mpira kwenye eneo la hatari. Mpira umekwenda nje ule, alijiweka sawasawa manyanya. Ilikuwa ni cross moja yenye mauzauza hivi, ukijichanganya unaweza ukajikuta nyanya nyiza mpira mzuri ndani, kwa sasa ngoi kwenda nje. Ilikuwa ni cross moja nzuri, Fabrice Ongoi kajitisha mpira ule mila lango anaucheza unakwenda nje, umezaa kona. Alifanya kila ambacho alitakiwa kufanya, Fabrice Ongoi, lakini Richie Ebeneza Molangi Makambo anatambulishwa mchezoni. Jacob Raymond Masawe naye bado anapambana. Tena wanakuja wao Dodoma Jiji kama jaribio la kujibu. Hivi William Mwediga kibuta cheza maridadi mno mlinda mlango ameishia hey. kwenye himaya ya mlinda lango ilikuwa ni mpira wa hamsini kwa hamsini, mpira wa kurushwa le sasa, rusha machupa banda wa kwanza bado nafasi weko ndani kule, pia nakuenda kuzama kwenye kamba, yeah. Namungo akiandikisha bao la kutangulia Jacob Raymond Masawe. ili dhahabu ipate ubora ni lazima ipite kwenye tanuri la moto. Namungo anatangulia, mashabiki wanafurahi nao. Hey mara zote msiba usikie kwa jirani tu. Abdi Banda alipambana kweli kweli, mpira ule ukenda ukatuama kwenye miguu ya Jacob Raymond Masawe, naye hakuwa na ajizi, akaukomesha mpira ule moja kwa moja kwenye kamba, bao la Jacob Raymond Masawe. alikuwa nje kwenye bench. Hey, William, cheza ndani, nafasi hapa kwa uzuri, kuondosha kuenda kuondosha mauzo uzale amefinywa utamu, cheza mpira mrefu mbele kule juu. Wanajibu Dodoma Jiji, lakini machupa anakaa uzuri kwelikweli, hii kweli. Uh, ndiyo maana halisi ya beki ya bauli. Jaribu kuondoka tena cha Namungo inaekwa ndani nafasi <laughs> chuma ya pili imekaa kwenye kamba. Namungo anaandika bao la pili Dodoma Jiji bado wanafanya subira. Pasi moja hasanati ya viwango mno, inatuama uzuri kweli kweli. Cha Mungu alichofanya, wa alitazama wapi, anaweka mali ile akapiga pasi moja ya viwango kweli kweli, pasi mtambarizo na mpira ule unakwenda moja kwa moja kusukumizwa kwenye kamba. Namungo mbili, Dodoma Jiji bado wanajenje mduara Yine kwa Ali Salim. Cross nani alikamata? The Southern Killers wako nyumbani wanatakata kweli kweli, chuma mbili tayari zipo kwenye kamba. Mm, kwa ni cross dongo ile ambayo mlinda mlango ilimshinda. Tata. Pasi ya kisigwato imegoma Goi! Ni jaribio la mbali ambalo lilikwenda likafanywa na Abdul Karim Francis Kiswanya. Jekpamana tena Dodoma Jiji cheza mpira mrefu ndani, unamtoka na ukamata tena. Mlinda mlango fanya kazi nzuri sana. Ilikuwa mm, ni cross. Aliyekuwa anatafutwa ni Tindana. Usiku wa giza Yasin Muhammad Mgaza, Anwar Jabiri Muhajiri, namna gani? <laughs> Dakika 90 zimemalizika. Ilikuwa ni mechi muhimu sana kwa Namungo na ni mechi ambayo inawakwamisha nafasi ya nne kwenye msimamo wa ligi. Amefurahi kwelikweli Juma Ramadhani Mgunda. Hii ni nafasi ya mwisho. Yasini Mgaza alimwekea Anwar Jaber, lakini alipata mchecheto na kigugumizi kiwewe kile. Namungo 2 Dodoma Jiji 0.